Mara kwanza kwanza ya kwanza na nat za kuturisha watoto ikiwa ni katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mishoni uw naelekea. Shilole, hongera kwa hili asante. Video na waandishi wote wa habari ambao mmefika hapa, naona video zangu pendwa zipo kweli. Mimi na nyinyi damu damu milele. Shish Foundation, nadhani mwaka jana tulizindua tukienda Morogoro, tukaenda na lea gani miono, tulienda Chalinze pale, lakini mwaka huu tukasema tuendelee tena, kwa sababu Shishi Foundation ni foundation ambayo nimeianzisha kwa ajili ya kuweza kusaidia kina mama na watoto hasa kwenye jamii yetu kwa kuweza kuwainua kwenye nyanja za juu kiuchumi na kila kitu. Yes. Okay. La, labda pengine hapa Shilole ni uh, vituo vingapi vilivyopo kwa watoto ambao pia wamekusaikana leo kwa ajili ya Shishi, uh, mini Shishi Foundation hapa yeah? Vituo tumekuopo na vituo kumi kama ambavyo mmeona tuna vituo uh, yani, kuna vituo vimetoka Temeke kuna vituo vimetoka uh, Tegeta kuna vituo vimetoka Kigamboni kuna vituo vimetoka Magomeni kuna vituo vimetoka Mtonyama hapa, kuna vituo yani, tuna vituo ambavyo tumevichanganya, ametoka Bunju mimi Bunju ndosegeta tayari, yani tuna vituo tumevichanganya, vituo vingi kwa sababu tunahitaji, mimi nafikiria kwamba hao ndo walikuwa walengwa haswa kwenye jambo langu la kupata ifra ya kweli kabisa, kwa sababu watoto hawa wanahitaji kweli mahitaji ya muhimu. Shirole, kwa samari kidogo Jumla ni watoto mia sita. So, vituo vingine vina watoto sabini, wengine watoto 120, 0 vingine vina watoto 90. Yani unachanganya lakini jumla ni watoto mia sita. Okay t sawa. Shirole sio mara ya kwanza kufanya kitu kama hivi, kama nilivyosema muda sio mrefu, mwaka jana tulienda Morogoro, na safari tuko na watoto leo. Labda pengine Shirole kufanya hii mara kwa mara kwa watoto na mara nyingi tunaona baadhi ya masaa wengi wanafuturisha watu maarufu zaidi na watu wenye uwezo zaidi. Kuna historia gani nyuma juu ya Shirole kuhusiana na maisha labda kwenye hali ngumu na vitu kama hivyo? Mimi ni yatima mzee, nimeshaishi kwenye maisha ya uyatima muda mrefu. Mimi mama yangu amefariki nikiwa na miaka saba, ku niliishi kwa kulelewa na watu nikisema ndugu, na nimepita kwenye mikono ya watu. Kwa hiyo ninaijua adha ya kuwa kuishi bila wazazi, na nielewa. Kwa hivyo mimi ni mmoja wa wayatima wa ambao nimepitia mazingira magumu sana. Historia yangu inajieleza. Kwa hivyo, kupitia Shishi Foundation nataka niendelee kusaidia wanawake wenzangu, watoto, ili labda kile kidogo nachokifanya kitakuwa kinapunguza yale machungu yaliokuwa nayapitia zamani, japo siwezi kuyamaliza yote, kwa lengo ni kusaidiana na kila mmoja apate furaha. Mwenyezi Mungu anasema pale unapoweza kumfurahisha mwenzio, basi mpe furaha, ili naye apate furaha, ndio neema ziongezeke. Yes. Hii ni ile definition ya kusema kwa watu kuongea sana, watu wasifuturishe, watu maarufu uwezo, watu wenye uwezo wachukua watoto watu watu yatima iko kwa mikoa tofauti, tukuii hatujaona mtu maarufu, hatujaona watu, imekuwa kama private sana. Hata kwenye tafuta mwaliko mtandaoni ilikuwa dini sana kuupata hii imekuwa, sikutaka nilitaka tu ni dini na watoto wangu, kwa sababu hii ndio ilikuwa dhamira yangu, kwamba nataka ni dini na watoto tu, kwamba nimetembelea hivyo vituo vyote, nimeenda kufanya research mimi mwenyewe nikagundua hivi vituo kweli vinahitaji msaada nimeenda nimegundua, kuna vituo havina TV kabisa. Kwa hiyo kuna vituo hawajua hata Tanzania wanaeni hawajui nini kinaendelea kwenye nchi yetu. Kwa hiyo nimeweza kupata baadhi ya TV ambazo, vituo, hmm, ambavyo kwenye hivyo vituo watapelekewa. Kuna vituo ambavyo yani hawana nguo za yani nguo sio zinazotosheleza, hawana mashuka hawa na, yani na vitu vingi. Kwa kama unavyoona hapo, tuna mahitaji maalum hapo, tuna sukari, tuna michele, tuna unga, tuna sabuni, tuna mafuta yani, tuna vitu vingi ambavyo tunaenda kuwapelekea watakula uai, lakini watakuwa na vitu ambavyo watakula siku za mbele. Sh Shirole, neno lako ni lipi sasa kuona baadhi ya viongozi wa dini, kwa maana kwamba mashehe wamekuwa wakizungumzia namna ambavyo pia nyee watu maarufu nkifutulisha matajiri zaidi, neno lako ni nini? Kwa sababue ni mtu ambaye sio mara nyingi unafutulisha watu ambao pia hawana uwezo. Hiyo ni matakwa ya mtu, siwezi kumlazimisha mtu kafutulishe watu fulani. Mimi moyo wangu ndio umeniambia leo nifutulishe watoto yatima, na hata jana nilikuwa nazungua kwenye vituo batitu, tulikuwa wote wo lika nia. Yangu mimi natamani mtu auone, mimi nafurahia nikiona watoto au watu wenye shida nikiwasaidia kwa, nia, kwa, kwa nia moja ama nyingine sina uwezo huo sana lakini kidogo nikamwacha naye akawa na tabasamu. Yes. Uh, tabasam uh, wana... Kwa kukazia hilo swali. Futari watu wanazilalamikia zimekuwa nyingi zimekuwa hazibebi lengo la futari kwa watu kama wao. Wewe unaionaje watu wamekuwa kama wanapitisha futari kufanikisha mambo yao. Wewe unaionaje iya kwan ina mlengo wa kusaidia basi. Tuishi huko. Mimi kwa kibabe yatima tu nimeona. Yes. Yatima mzee na watima watoto. Mambo ni mazuri. Ukiachilia <laughs> <Amo de> <laughs> mbali kufuturisha yeah. foundation. umesema mambo ya TV hapo yeah. misaada mm. gani mingine ambayo Shilole kupitia foundation yake anaitoa ya kwenye hichi kipindi? Ah uh, uh, kuna vitu vingine nitawaelezea na uzuri ni kwamba mimi napenda sana uh, yani, mimi ni muwazi ko, tutaenda kwa tunaita ma, yani macho kwa macho. Jamani, leo tunaenda sehemu fulani, hiki kituo tulienda kukuta hakuna kitu, leo tunapeleka hivi Baba, kuna wanafunzi sometime wanasoma mbali, tunawahamishia tunataka kuwapeleka hata boarding wakasome. Wale ambao wanaona asa mazingira wanaoishi ni mbali na, na kituo na wanasoma mbali kwao, tunamfanya mpango kupitia Shishi foundation, watoto wanapelekwa boarding kusoma. Nitasomesha watoto mm, nitasaidia watoto yani lengo langu mimi hata nikiondoka kesho kwenye hii dunia mm, basi alama iwepo kwamba Shishi binti wa Igunga alipitia maisha ya magumu, lakini naye kanyenyua wengine, kwa hiyo alama itabaki. Hauna, unaruhusiwa kutoa ni moyo. Yaani, unajua watoto hawa hawaishi, hakuna mtu amezaliwa kwamba anataka kuwa mtoto wa mtaani. Hapana, nakataa, ila inatokea. Kwa hiyo mtu anapokuja na shida, wewe kama unaweza msaidie tu, au sio? Maana mimi nimesaidia du watu wazima na sio watoto wa mtaani lakini nimesaidia mm -hmm. Sio. So, hauna mpango wote, labda pengine kufungua kituo cha watoto yatima? Mimi nimeambia hata watoto wangu, nadhiri nimeiweka, panapo uhai oh, inshallah Mungu akiniweka hai nikifika miaka hamsini na kuendelea, basi mimi naacha kila kitu na kuwa na kituo changu yatima, hata huko mbweni mbali huko nikojenga Bagamoyo, nikae tu na watoto nisikie raha tu, ndo ndo. Yani, naomba sana kwa mwenyezi Mungu, inshallah iftari. Ona inapatana na zawadi gani kwa inaambatana nimekuambia na vitu vingi, au kuambatana nimekuolezeshea, viko sabuni, kuna mafuta, kuna mchele, kuna unga, kuna sukari kama ambavyo unaviona. Yes, kwa vitu vyote uwezi kuwa na makadirio ya vyote kwa pamoja, lakini TV ziko ngapi? Uh, mifuko ya sukari umepata ni ngapi? TV zinatakiwa kumi, tumepata tatu, alafu uh, vitu vingine watu wameniahidi wenyewe, hiyo sikutaka kuipeleka public, lakini baadaye, siwezi kufanya peke yangu, kwa hiyo hmm. kama kuna watu wataguswa, wachangie wa tu hmm. mi sihitaji pesa ya mtu laasha, hapana okay. kabisa ah, sawa sawa Shirole, pengine mtu anaweza kaona labda kuna shishi foundation ana ah, familia kubwa, hatujaiona familia ya shishi kama ipe, marafiki zako, mpenzi wako? marafiki zangu wapo Shemeji yenu yupo yes, yeah. bado hajani kiufupi, yuko kazini hmm. yuko Dodoma hmm. ila amenibless kwa kila kitu nanajua. Okay. Yes, na anajua kinachoendelea hapa yes, na mchango wake upo mm. yeah. kuna namna sasa hivi amenichangia hmm. baadhi ya vitu hmm. yes, kuna namna, sikuhizi umepunguza sana kumposti mitandaoni, mmekiana mipaka? hatuna mm. mipaka lakini uh, mimi nadhani hii ni vizuri, kwa sababu gani? Ukimdisplay ukim sana mtu unapo, eh, ni tatizo. Ujueni shemeji yenu yupo, mambo ni bulbul bul. Watu, watu wakaanza kusema, labda shisho umesha sana, kasema ndugu wangu kweli, waongo tunakujua, tumeshaongea e, e, e, e, lakini hakuna na naomba jamana, mi mniombee, mafisi ni wengi <laughs> kwa pande zote. Mafisi kwa maana gani? Yeah, Ramadhani ijayo tule harusi. Inshallah. Yaani, watu kila mtu mimi na nimelewa labda na hata mtu mnao unajua, wanawake bwana sisi, dem zao sana. Ah, amna lakini yani unajua hivyo. Uzuri ah, ya ni kwamba shemeji yenu anajitambua mm, tusiongele sana hilo hayo mambo sababu mm, sio mtu wa mambo hayo kwanza pia. Ila vijana kwenye dem wanajitahidi kwa hapo. Jamani, nimechoka waambie eh, DM DM DM zimekuchosha, eh, DM zimekuchosha. Chosha, jamani, vijana hebu tafuteni kati mfanye ah, haya wale <laughs> wanataka wanataka leo wako kabisa wanakosu, wako sex, you know madam madam wanataka waishi ah, mimi mimi, yani sio mambo yangu, kama na gentleman fine, bwana bwana, please guys eh. Give me a break, waambia punguze DM eh, please jamani, yani eh Mm. Too much. Nimegundua vijana wanataka sema shauri nimegundua vijana wanataka kufanya. Wanataka kula yao.